Yeah. RS Berkane ni timu ambayo ni complete. Imefanya mapinduzi makubwa sana kwenye soka la pale uh, Morocco ni kama vile wanavyozungumzia Pyramids kwenye soka la pale uh, Misri. RS Berkane wana aina yao ya football. Kwamba ni watu ambao wanamiliki sana boli na wanashambulia kwa spidi. Simba sio timu mgeni kwa Berkane washacheza, lakini Berkane hii ni Berkane ambayo imekaa muda mrefu sana Bekane ambayo imekaa ime, ime, ime, ime kwa kipindi kirefu kweli kweli, inajua namna gani ambavyo ya kucheza michuano kama hii. Inajua, sababu hawa ni mabingwa wa elfu mbili ishirini na moja, ishirini na mbili walichukua ubingwa wa wa wa shirikisho, kwa hiyo wanajua namna kucheza mechi hizi. Na ubaya wa Bekane, wanapokuwa kwenye ardhi yao ya pale Morocco, mara nyingi wamekuwa ukifika Morocco wanakutandika chuma za kutosha kweli kweli, na wako quick kwenye kila maeneo, wana wachezaji ambao wanaweza kutafsiri matukio kwa muda mchache e sana wachezaji ambao wanakimbia, wanatumia fiziko kweli kweli uwanjani, lakini RS Berkane anapofika nje ya mipaka ya, ya, ya, ya Moroko huwa yuko slow kweli kweli kwao. Kama Simba uh, kwenye game hii, kitu ambacho wanapaswa kuzingatia ni kuongeza fiziko yao intensity yao wachezaji inapaswa kuongezeka zaidi, kama wanataka kombe la shirikisho kweli msimu huu, otherwise tunaweza tukasimulia story nyingine. Lakini uh, hii ya Simba imedhihirisha kwa masasa Tanzania, we are grown up. 2023 Young Africa alicheza finali na this time ni Simba Sport anaenda amecheza fainali, kwa hiyo so far well and good, na tunategemea kwamba kuona fainali bora sana, ambayo inakutanisha miamba kutoka pale milima ya Atlas pamoja na Simba Sport Club.